Ni uhai. Hii ni kauli ambayo imekuwa maarufu sana tangu na tangu. Lakini wataalamu wa afya wanakuambia kwamba upatikanaji wa maji ya kutosha ni sawa kabisa na kinga ya kudhibiti magonjwa ya mlipuko. Ukosefu wake ni kinyume chake. Kwa sasa nchi inapitia katika hali ya upungufu wa upatikanaji wa huduma ya maji. Dar es Salaam ukiwa ni mfano mzuri zaidi kwa kipindi hiki, licha ya kwamba kwa sasa kumeanza kuonekana eh, kupungua kwa makali ya mgao wenyewe yaliyokuwepo. Kwa sasa serikali inaendelea kueleza mawaziri katika sekta mbalimbali utekelezaji wa ahadi za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika siku mia moja za kwanza. Wizara ya Maji ni moja ya eneo ambalo nanyie limekwenda mbele ya wanahabari na kunadi yale ambayo wameshayafanya na anatarajia kufanyika kubwa likiwemo ni kuanzishwa kwa grid ya maji ya taifa. Mjadala wetu utajikita kuangazia ni kwa namna gani sasa shida ya upatikanaji wa maji hapa nchini itamalizwa na hatimaye wananchi wafurahie ile kauli mbiu ambayo ilielezwa ya kumtua mama ndoo kichwani. Aliyekabidhiwa jukumu hili ni waziri wa maji Jumaa Aweso, ambaye maarufu kama ukinizingua nitakuzingua. Ndivyo ambavyo nakualika kwenye Uchanganuzi hii leo. Naitwa Nurdin Selemani, studio zetu za Dodoma. Mgeni wetu ni waziri wa maji Jumaa Aweso, karibu sana. Uh, na kwanza nikupe hongera na pole pia. Asante ah, sana nashukuru sana ndugu yangu, asante sana nam na, tuanzie hapa kwanza kwenye kitovu cha mambo jiji la kibiashara Dar es Salaam, hali ilikuwa ni ngumu sana, lakini kwa sasa angalau kidogo inaonekana kumeanza kuwa na ahueni kwa watu kuendelea kupata maji. Nini ambacho kimefanyika na mkakati ni upi kuhakikisha kwamba hali inarejea ile ambayo wakazi wake walikuwa wamezoea? Ah, kwanza ni kushukuru sana kaka Nurdin kwa kipindi hichi muhimu, lakini kubwa ni washukuru sana wana Dar es Salaam tupitia kipindi cha mpito hasa juu ya upungufu wa maji, na hii inatokana kwamba ni uchelewaji wa unyeshaji wa mvua, kwa sababu jiji la Dar es Salaam chanzo chake kikuu kinachotegemea ni Mto Ruvu. Sasa kipindi cha kiangazi tulipata mtikisiko. Sasa baada ya kupata mtikisiko, maanake uzalishaji wetu umeshuka kwenye mitambo. Kwa mfano mtambo wa Ruvu chini tuna uwezo wa kuzalisha lita takriban lita milioni mia mbili na sabini na mbili, umeshuka mpaka lita milioni hamsini. Kwa hiyo tulichokuwa tunasaidiwa ni ule mtambo wa Ruvu juu, sasa tulipata hitilafu. Kutokana na kiwango cha uzalishaji ni lita milioni mia tano na thelathini na nne, kwa hiyo kilikuwa chini ya lita hizo ambazo nimezizungumza. Sasa panapokuwa na upungufu, maana yake machungu ama makali, wananchi katika jiji la Dar es Salaam Pwani walihisi zile changamoto ambazo wamezipitia. Lakini kama unavyokumbuka, kwa mara ya kwanza tulivyopata haya athari za mabadiliko ya tabia nchi, viongozi wetu wakuu hawakukaa ofisini. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alikuja mpaka kwenye mtambo wetu wa Ruvu Chini na akaona hali halisi na akatoa maelekezo kwa wizara yetu ya maji kwamba haya ni mabadiliko ya tabia nchi tumekuwa tukiaona kwenye nchi za wenzetu sasa tunaona katika nchi yetu. Lazima haya yawe mafunzo, lakini lazima tuweke mipango mikakati ya kwa kuhakikisha kwamba wana Dar es Salaam na maeneo mengine ya Tanzania hawezi kukutana na adha ya namna hii. Moja, tulifanya mabadiliko ya sera kwamba sera yetu ya wizara ya maji lazima iendane sasa na mazingira ya sasa ili kuhakikisha tunakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Sasa kwa mikakati ya muda mfupi tulijenga mradi wa Kigamboni pale Kigamboni, tuna visima vikubwa virefu venye uzalishaji wa maji kwa kiwango kikubwa. Sasa tulifanya phase one, tulipata bilioni mia, bili, bilioni ishirini na tatu ambazo Mheshimiwa Rais alitupa fedha za ndani, tulijenga huu mradi na huu ndio ambao ulitusaidia hasa katika kipindi hiki cha mpito ambacho tulichokipata katika eneo hili la Dar es Salaam. Lakini hmm. katika kuhakikisha hii hali haitokei tena Tumeona kabisa kipindi cha, cha, cha, cha hii mpito, ushauri tulipata mwingi kama wizara, maoni yalikuwa mengi, wengine wakasema kwa nini hamtumii bahari kubadili, wakati zipo nchi zingine wamebadili bahari nawasaidia wananchi wao, lakini ukweli wa mambo, nchi yetu ya Tanzania si maskini wa vyanzo vya maji. Changamoto tunaiona kwamba maji mengi yanapotea baharini. Hata huo mto Ruvu kuanzia Januari mpaka mwezi wa kumi, anakuwa maji mengi lakini yanapotea baharini kwa hiyo jitihada na maamuzi magumu ambayo amefanywa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya ujenzi wa bwawa la Kidunda ambao bwawa litakuwa na uwezo wa kuhifadhi maji zaidi ya lita bilioni mia moja na tisini. Na kazi hiyo tumeshaianza na mradi upo asilimia 40. Tulikwenda hivi karibuni na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kandarasa alikuwa akidai bilioni 24, alitolewa maelekezo fedha ile itoke, fedha imekwishatoka toka bilioni 24. Kwa hiyo mkandarasi hana kisingizio. Matarajio yetu mradi ule mpaka mwezi Desemba utakuwa umekamilika, manake tutakuwa na hifadhi ya uhakika wa maji hata kipindi cha kiangazi, wanajiji la Dar es Salaam wataku, na pwani watakuwa na maji ya uhakika, na wananchi wanaendelea kupata huduma maji sa na siku kuzalisha tu maji, manake mradi ule wa Kidunga pia utakuwa na uwezo wa kuzalisha umeme. Lakini mkakati wa muda mrefu sasa tumemaliza visibility study. Eh? Kwa maana ya upembuzi kinifu, vizibiti, stadi. Upembuzi tumemaliza upembuzi akinifu kwa maana ya eneo la Rufiji. Ukiangalia eneo la Pwani kule, tuna jenzi la ubwao ambao umekamilika la, la Mwalimu Nyerere. Maji mengi yanaleta athari ya mafuriko. Mheshimiwa rais ameelekeza maji yale sasa ambayo tunatoa mto Rufiji yaje katika jiji jiji la Dar es Salaam ili kuhakikisha wana Dar es Salaam wanapata huduma maji safi na salama, lakini kama unavyoona Dar es Salaam ni jiji la kibiashara. Dar es salaam leo tunaona viwanda vingi, kuna kongani kubwa ya viwanda mpaka kule Pwani. Mahitaji yanakuwa makubwa. Kwa sasa maji katika jiji la Dar es salaam ni lita milioni mia tano na sabini na mbili. Uzalishaji wetu wa sasa ni lita milioni mia tano na thelathini na nne. Kwa hiyo watu kila kukicha wanaongezeka, na sisi kama wizara lazima tutangulie mbele ili kuhakikisha kwamba wananchi wa jiji la Dar es salaam wanapata huduma ya maji safi na salama mm. Waziri Aweso, mmoja ya haya mambo ambayo wameyazungumza, hiyo ya kuchukua maji kutoka bwawa la Mwalimu Nyerere na kuyaleta Dar es Salam, ndo ile sehemu ya mkakati wa kuwa na gridi ya maji ya taifa? Ha, hakika hakika hakika, na labda niweze ni, ni, ni, ni, ni kueleza bayana kwamba gridi ya taifa maana yake ni nini gridi ya taifa, kwa maana ukiangalia nchi yetu ya Tanzania kama nilivyokuwa nimetangulia, si maskini wa vyanzo vya maji. Ukenda zako Katavi, mikoa ya Kigoma, mikoa ya Rukwa, tunaziwa Tanganyika. Ukienda Mwanza, ukenda Shinyanga, maeneo mengine na maeneo haya kandaziwa, kwa maana ya Simiu, Geita mpaka Bukoba kule, kuna ziwa Victoria lakini ukienda zako Ruvuma, maanake tuna ziwa Nyasa, ukienda Mtwara tuna mto Ruvuma, ukienda Pwani tuna mto Rufiji, tuna mto Ruvu na mto Wami, ukienda kaskazini ya Tanzania tuna mto Pangani. Kwa hiyo maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, hivi vyanzo vikubwa tulivyokuwa navyo vitumike, tutatue matatizo ya maji kwa hiyo mm, huo ndio uelekeo sisi wa wizara ya maji. Unaweza ukaniuliza swali lingine, hii inaanza lini hii kazi? Tumekwishaanza, labda tuangaze eneo la Bukoba ambalo ni ukanda wa wa, wa ziwa Victoria ukaenda eneo la sasa hivi la Karagwe kule, mm, kuna ziwa linaitwa Rwakajunju. Tumeanza mradi huu wa miji 28 programu ambayo tuna miji 28 zaidi ya dola milioni 500 trilioni moja, sasa hivi tunatoa maji ya ziwa lile ambayo tunafika mpaka katika jimbo la Mheshimiwa Bashungwa na kazi inafanyika, wakandarasi wako site. Sasa maji yale yakichofika pale Kayanga kwa maana ya Karagwe yatafika mpaka Misenyi. Misenyi mradi tumeshaukamilisha, wananchi wa Misenyi wanatumia maji ya Mto Kagera, yataungana na maji ya Mto Kagera na yale maji ya, ya Rwakajunju. Maji yale yataenda mpaka Bukoba mjini. Pale Bukoba mjini mradi umekushakamilika, wananchi wa Bukoba mjini wanatumia maji ya ziwa Victoria maji yale sasa yanakwenda mpaka Bukoba vijijini ambapo pale Kemondo mradi tumeshaukamilisha ambao maji yale yatakwenda mpaka Maluku. Kutoka Maluku tunaingia pale Muleba. Muleba tunaziwa Victoria. Kwa sasa hivi tunataka twende kujenga mradi kuhakikisha wana Muleba wanatumia maji ya ziwa Victoria. Lakini ukitoka mm, pale Muleba tunaingia Biharamulo. Biharamulo, kutokana na mahusiano mheshimiwa rais, tumepata fedha kwa wenzetu wa serikali ya Hungary ambao wataufadhili mradi huu ambao tutajenga mradi mkubwa, maji yale atashuka mpaka Chato. Chato, mradi sasa hivi umeshajengwa upo hatua za mwisho wa kukamilika, ni moja ya miji ishirini na nane. Maji ya Chato atafika mpaka Bwanga. Bwanga atafika Katoro Buseresere, akitoka Katoro Buseresere, pale Geita mjini tuna mradi mkubwa eh, wa miradi hii ya miji ishirini na nane ambao upo katika hatua za mwisho. Maji ya Geita yatasereleka atafika mpaka Sengerema ambapo mradi wa Sengerema umekamilika na wananchi pale mjini Sengerema wanatumia maji ya Ziwa Victoria mm. Lakini ukija eneo la Mara, eneo la Mara pale Musoma mjini mradi umekishakamilika, wananchi wa Musoma wanatumia maji ya Ziwa Victoria. Ukienda kwa Baba wa Taifa tuna mradi wa Mugango Kiabakari zaidi ya bilioni sabini umekamilika. Sasa hivi tupo hatua tu ya usambazaji, maji yale yanaenda mpaka Nyamswa ambapo yataingia mpaka Bunda mjini ambapo Bunda mjini mradi umekashakamilika sasa hivi tuna mradi wa Lori ya Talime wa zaidi ya bilioni mia moja na thelathini. Mradi ule upo katika hatua ambao unajengwa una kwa fedha za ndani ambao maji yale sasa yanatoka ziwa Victoria yanaingia Loria ya, yanaingia mpaka Talime mjini yanakwenda mpaka Talime vijijini. Kwa maji ya pale Bunda mjini yanakuja mpaka Lamadi. Sasa hmm, maji ya Lamadi pale mradi umekamilika na Mheshimiwa Rais ameuzindua ukenda mkoa wa Simiyu maanake sasa ndio tuna huu mradi mkubwa wa bilioni 400, mkandarasi uko site, ambao ni mradi wa mabadiliko ya tabia nchi. Wilaya zote katika mkoa wa Simiyu utaunganishwa na maji haya ya ziwa Victoria. Mheshimiwa Rais ameshatuwekea jiwe la msingi, lakini ukiangalia sasa haya maji yataungana sasa na maji haya ya Shinyanga. Leo nitakupa mfano mfupi leo. mm -hmm. Wizara ya uchukuzi ina SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma Wizara ya maji ina SGR ya maji kutoka Mwanza mpaka imefika Tabora. Kulikuwa wilaya tatu ambazo bado hazijaunganishwa na maji ya Ziwa Victoria, ambao ni Sikonge, Kaliua na Urambo. Ninavyozungumza, Sikonge wameanza kuyatumia maji ya Ziwa Victoria, watu wa Kaliua pamoja na watu wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa Urambo wapo hatua za mwisho, nao kwenda kutumia maji ya Ziwa Victoria. Kwa hiyo, maelekezo sasa ya Mheshimiwa Rais, maji haya yaliyofika Tabora yaje Dodoma kwa kupitia Singida kwa hiyo maji haya ya Ziwa Victoria yatafika yatafika Dodoma. Lakini ukanda wa kaskazini ambapo mwa Tanzania ukifika pale Kilimanjaro tuna mradi ule wa Same Mwanga, mradi wa Same Mwanga umekamilika, maji yale yanafika mpaka Korogwe. Ukifika Korogwe, tumeanzisha mradi wa miji 28 wa zaidi ya bilioni 170 ambao tunatoa maji ya mto Pangani sasa maji yale yanotoka Same Mwanga ambao ya bwawa la Nyumba ya Mungu yataungana na haya maji ya mto Pangani ambao maji haya yataenda Korogwe, yataenda Handeni, yataenda Muheza, yataenda Pangani, Tanga mjini, lakini mwisho yatakwenda mpaka Chalinze. Chalinze mradi umekamilika wanatumia wameruvu, lakini wanatumia pia huu mto Ruvu, kwa maji haya moja kwa moja yataenda Dar es Salaam. Na upande huu wa Rufiji, maji ya Rufiji yatakuja Dar es Salaam, lakini yatakwenda mpaka Lindi Ukienda mkoa Mtwara, mto Ruvuma. Mto Ruvuma, wa Mtwara kuna mto Ruvuma. Mto Ruvuma tumeshaanza mradi wa miji ishirini na nane maji yanaenda na nyumbu, maji yale yana nyumbu, yatakwenda Masasi. Masasi yatakwenda mpaka Mtwara, yataungana na hama, maji yanayotoka Lindi ambayo yanatumia maji ya mto Rufiji. Kwa hiyo huo ndio mwelekeo. mm -hmm. Lakini kwa ukanda huu wa, nani, wa, wa ziwa Tanganyika sasa, okay. hivi tumempata mhandisi mshauri ambao anafanya usanifu. Maji yale yatatoka ziwa Tanganyika, yataenda Katavi, yataenda Rukwa, yatakwenda mpaka Kigoma ili kuhakikisha wana Kigoma wanapata maji haya ziwa Tanganyika. Ukienda Kigoma ujiji katika jimbo la Mheshimiwa Babalevu, mradi pale tumekusha ujenga, umekamilika kata zake zote katika jimbo lile la Kigoma ujiji wanatumia maji ya ziwa ya ziwa Tanganyika. Lakini ukija hmm, pale sasa mkoa wa Songwe tuna mradi ambao kwa kutumia chanzo cha mto Momba zaidi ya bilioni mia moja ambao hizo ni fedha za ndani. Maji yale ya mto Momba atakwenda jimbo la Momba yatakwenda Tunduma, yatakwenda vawa mlo yatashusha mpaka mpaka Mbeya. Mbeya pale tuna mradi pia wa zaidi ya bilioni mia moja wa Kiwira, maji yale tunategemea yafike mpaka mpaka Mbalali pale Rujewa. Pale Rujewa tumeanzisha mradi wa miji ishirini na nane kwa kutumia mto Mbalali. Maji yale sasa yanatoka pale Rujewa, yanakwenda Wangingombe, yanakwenda mpaka Makambako. Haya yatakuja hmm. kuungana na maji ambayo ya ziwa Nyasa yanakwenda Songea yatakaoshuka mpaka hika mpaka njoo. kwa hiyo huo hmm, ndio uelekeo wa gridi yetu ya taifa, kwa sababu tunaenda katika dira ya ishirini na hamsini maanake hmm, lazima tuwe na maji ya uhakika. Kwa hiyo hmm, si miradi na pia miradi yetu hii itaendana pia na component ya kuhakikisha kwamba maji ya kunywa, lakini pia tunaenda katika swala zima la umwagiliaji. Waziri Aweso, unapozungumza gridi ya taifa, kuna mtu anapata maswali kichwani kwamba senta yake itakuwa wapi ama hiki ni, ni, ni kitu ambacho kitakuwa, kwa sababu umetaja namna ambavyo miji kwa miji itakavyokuwa inaunganishwa na haya maji, lakini wapi hasa maji haya yote yatakuwa nakutana? Kwa sababu uh, mtu akili yake inaweza ikaenda kwenye umeme, ikitokea itilafu kwenye gridi ya taifa, tunaona kwamba athari inaweza ikawa kwenye mikoa mingi sana hapa nchini. Aa, nini maana yake kwamba lengo la kufanya haya maunganisho, kwa sababu yapo maeneo yana maji machache lakini mm -hmm. Kuna maeneo yana maji mengi. Kwa mfano kama Dodoma kuna maji machache, lakini tuliona maji tumeyatoa ziwa Victoria tumealeta mpaka Tabora, kwa maeneo ya maji machache yatahudumiwa na maji mengi. Kwa hiyo eneo kama huku Dar es Salaam yamepungua ya maji yatahudumiwa na, na, na mto Rufiji. Kwa hiyo tutatoa master plan ambayo ya utekelezaji wa hii gridi ya taifa. Kwa hiyo wala hakutakuwa na changamoto, mfanano wake ni kama tunavyoona gridi ya taifa ya umeme mm. Okay. Tuende kwenye hili la uh, maji ya ziwa Victoria. Kuna wale ambao wamekuwa wakingoja kwa muda maji haya, tangu yametoka yamefika Tabora, watu wa Dodoma kila uchao wanatamani kuona kwamba uh, ile shida ambayo wanayo ya miaka nenda miaka rudi inamalizwa. Wapi ambako unaweza ukatoa neno la faraja kwa hawa wakazi wa Dodoma, hasa kuhusiana na maji kutoka ziwa Victoria? Ah, sina mashaka kama tumeweza kuyatoa maji ya ziwa Victoria mpaka yamefika Tabora, hiyo ni hatua kubwa. Sina mashaka kupitia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ninaamini maji yatafika, yatafika Dodoma. Tunatambua kabisa Dodoma mahitaji yake ni lita za maji lita milioni mia moja na hamsini kwa sasa, maanake kipindi kabla serikali haijaamia Dodoma tulikuwa na maji mengi kuliko mahitaji. Mahitaji ya maji katika jiji la Dodoma ilikuwa lita milioni 42 mamlaka yetu ya maji DUWASA ilikuwa na uwezo wa kuzalisha maji zaidi ya lita milioni sitini, kwa hiyo tulikuwa na maji mengi. Baada ya serikali kuhamia Dodoma, ongezeko kubwa la watu, sasa hivi mahitaji ni lita zaidi ya milioni mia moja na hamsini, mamlaka yetu ya maji na uwezo wa kuzalisha maji lita 88. Sasa, sasa hivi tuna miradi ya muda mfupi ambayo tunatekeleza kwa mfano kule Nala na Nzuguni phase 2 ambao zaidi ya bilioni 15, hii miradi ikikamilika kwake ta uwezo sasa kuongeza maji kutoka lita milioni 88 mpaka lita milioni 121, ingawa tupo na mradi mkubwa pia, achana na huu wa Ziwa Victoria, tunajenga bwawa la Falkwa ili kuweza kuhifadhi maji ya kuweza kusaidia jiji la Dodoma. Kwayo sina mashaka wananchi wa jiji la Dodoma watapata huduma maji safi na, na salama. Na la kuongezea maanake, ili tuende kwa takwimu zaidi, nchi yetu ya Tanzania ina vijiji 12333 tatu. Sasa kupitia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alikuja na dhamira yake ya kumtua mwanamama ndoo kichwani. Alianzisha wakala wa maji vijijini RUWASA, kwa muda mfupi katika vijiji hivyo elfu kumi na mbili mia tatu na thelathini na tatu tumeshafika vijiji elfu kumi mia saba na hamsini na nane tumebakisha vijiji elfu moja mia tano na sabini na tano ndivyo vilivyobaki, vilivobaki kwa ukiona kuna changamoto baadhi ya maeneo ni hivi vijiji ambavyo vimebaki, na Mheshimiwa Rais ametupatia magari ya uchimbaji visima katika kuhakikisha vijiji hivi vyote vinakamilika katika kipindi cha miaka mitano. Mheshimiwa Rais katika kipindi hiki cha miaka minne ameweza kujenga miradi ambavyo vijiji 7929 kipindi cha miaka minne, ni kazi kubwa ambayo ameifanya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo sina mashaka kwa muda huu wa miaka mitano mpaka 2030 hivi vijiji ambavyo vilivyobakia, tutaweza kukamilisha kwa sababu tuna miradi zaidi ya 878 inaendelea vijijini na tuna miradi zaidi ya mia mbili ipo mijini ambayo ipo katika utekelezaji wa hatua mbalimbali. Kwa hiyo kipaumbele chetu kama wizara ni kuhakikisha hii miradi tuliyoianza inakamilika na wananchi wanapata huduma maji safi na salama. Waziri Aweso, wa katikati ya juhudi hizo kubwa za kuhakikisha kwamba e, nchi inakuwa salama kwa kuwa na maji toshelezi katika kila eneo, kuna malalamiko kati, kati yake moja bado kumekuwa kuna upotevu wa maji ambao si wa lazima, na maji hayo labda, kama yangedhibitiwa, angeendelea kusaidia watu wengi. Lakini bado kuna wananchi ambao wanalalamikia kubambikiziwa bili za maji. Wewe ndo mwenye dhamana ya wizara hii nyeti kweli kweli, neno lako nini kwenye maeneo haya mawili ambayo yanawagusa wananchi na kilio kimekuwa ni kila uchao? Ah, kwanza namshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini. Ukiaminiwa, okay, aminika. Kwa hiyo nimerudi katika sekta ambayo kuna kazi kubwa ambayo tumeianza. Kwa hiyo sasa tunaanza pale tulipoishia. Moja, tumeanza kufanya tathmini ya wizara. Hatutokubali kuwa na watendaji ambao watakuwa wanahudhuria ofisini. Wanakuja asubuhi wanaondoka jioni bila kuwa na matokeo. Tunataka wahandisi tunataka watendaji ambao watakaofanya kazi kwa matokeo. Wakati mwingine, baadhi ya changamoto zinasababishwa na uzembe tu. Uwezi ukaniambia mkurugenzi, unanambia unapoteza maji ya asilimia 40. Niliwahi kufanya ziara katika mamlaka moja, nikamuuliza mkurugenzi, ananiambia napoteza maji ya asilimia 40. Nikamwambia naomba unipitishe. Unaijua maana asilimia 40 ya maji yanayopotea? Lakini tumepita mtaani, ukisema asilimia 40 ya maji yanayopotea maanake hao ni mafuriko. Maanake wizara sasa ya uvuvi, wizara ingekuwa fursa kwenda sasa kuwa, ku, kuwa, kuwa mabwawa kwa ajili ya ufugaji wa samaki. Kwa hiyo ukweli ni kwamba moja ya maeneo ambapo maji yanapotea manake, kuna uchakavu wa miundombinu, lakini kazi kubwa imekwishafanyika. Lakini la pili, upo uzembe. Leo mwananchi anaweza akatuma taarifa kwamba bwana, Tandale maji yanavuja, no response. Kwa nini? lakini eneo lingine kuna wizi mkubwa wa maji. Yapo baadhi ya viwanda, baadhi ya mahoteli yameunganishwa maji eh, yameunganishiwa maji, lakini hawajulikani katika mfumo kama wamesajiliwa ambao kama ni wateja wa maji. Kwa hiyo hili ndo kwa kiwango kikubwa, na hizi karibuni tutafanya kazi, lakini pia tumeipa kazi chuo chetu cha maji. Chuo cha maji kimeanzishwa mahususi kwa ajili ya kuzalisha wataalamu, lakini kufanya tafiti ambazo zinazohusiana na changamoto ya Wizara ya Maji. Kwa hiyo tumewaambia watupe changamoto hii ya Wizara ya Maji ya upotevu wa maji. Tumekuja na mifumo ambayo jukumu lake itakuwa ina detect, inamwambia mkurugenzi eneo la Kibamba maji yanapotea, atatuma task force itaziba. Lakini pia tushirikishe jamii, wapo viongozi kwa maana kwenye mitaa, kwa maana watendaji kwenye vitu wa serikali na mitaa washirikishwe, wao ndio wanaishi kule watatoa taarifa na task force katika mamlaka zifike kwenda kurekebisha hizo watu. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi teknolojia zitumike kwa ajili ya kutatua matatizo ya maji. Na ndio maana tumefanya mabadiliko ya sera, Wizara ya Maji kwa maana ya watendaji na sisi viongozi tukubali kubadilika, tufanye kazi na private sector. Solution zipo, eh, teknolojia itumike kuhakikisha kwamba tunakabiliana na changamoto. Lakini jambo la pili ni hili swala la bili za maji. Kwa dunia ya sasa kuona mwananchi anabambikiziwa bili za maji hizo zilipendwa zilipendwa, haiwezekani. Kiwa kama kiongozi wa wizara hii, mwananchi bili ambayo natakiwa kulipa, anatakiwa lipe bili stahiki. Tumeona wenzetu wa TANESCO, wana prepaid mita, kwa maana mita ya luku. Sisi tunakwenda sasa kuwa na luku ya maji ya, tunakuwa na luku ya maji na tumekushaanza. Wapo watu ambao wanataka kutukwamisha, au sisi, tutapambana nao, hatuwezi kukubali. Huu ndio uelekeo kwa uelekeo wa mamlaka zetu za maji ni kutumia prepaid mita. Wananchi anataka maji yake 1500 atanua atanunua 1500 yakiisha ataongeza. Kwa hiyo nadhani mwarobaini ndio huu kwa kuhakikisha hizi changamoto ambazo hatuna lazima tunaondokana nazo, na hayo ndio pia maelekezo ya Mheshimiwa Rais na sisi tupo katika utekelezaji mm, wakati wote tunakwenda mbio kweli kweli. Uh, Waziri Aweso uh, katikati ya haya yote na juhudi ambazo zinaendelea ikiwemo hiyo ya ujio wa hizo prepaid uh, mita. Lakini uh, kuna hili la hapo hapo kwenye kubambikiziwa bili, mtu anaambiwa kwamba wakati umefungua bomba lako kulikuwa uh, kuna pressure tumeiweka ili maji atoe kwa nguvu, kwa sababu kilio kingie ni maji kutoka uh, bila kuwa na pressure uh, ndio inasababisha hii kadhia hii. Nalo inaenda kumalizwa vipi? tuache ubabaishaji, yani tufanye kazi, watu wapate huduma na nimeshawaambia wataalamu, tunaanza vikao. Nimeanza vikao tangu nimechaguliwa, idara kwa idara, kitengo kwa kitengo, na tathmini tunazifanya kwa watendaji wetu. Tufanye kazi kubwa, ambalo kama kiongozi sasa hivi kipo mbele changu. Tutaachana na matengi, tushajenga miradi mingi, tutasimamia ubora wa huduma. Tukienda hmm. kijijini, mwananchi unasema mradi umeujenga una, vi, una vituo vya kuchotea maji 21 vituo vyote 21 vitoe maji mwananchi anataka kuunganishiwa maji kwenye mamlaka ya maji, isizidi siku saba, mwananchi apate maji. Kwa hiyo hatuna visingizio. Haya mambo ya ubabaishaji hatuwezi kukubaliana nayo. Kwa hiyo solution wa mambo hayo yote ni prepaid meter. Okay Jumaa Aweso, mimi ni kushukuru sana kwa kuungana nasi hii leo katika siku ambayo imekuwa ndefu kidogo, mara baada ya kutoa namna ambavyo mmeendelea kutekeleza maagizo ya rais katika ahadi zake ambayo amezitoa katika siku mia moja za kwanza tangu waingie madarakani. Nashukuru na sana ndugu yangu, asante sana, sana. Amin, naam, huyo ni Waziri wa Maji Jumaa Aweso ambaye tulikuwa naye hii leo katika siku ambayo eh, Watanzania wangali bado wakiendelea eh, kujionea juhudi ambazo zinafanywa ili kumaliza kadhia ya upungufu wa upatikanaji wa maji nchini. Na umesikia juhudi kubwa ambazo zimewekwa katika kuhakikisha kwamba grid ya taifa ya maji inafanya kazi ikigusa maeneo ama vyanzo vyote vikubwa vya maji vitakavyokuwa vinaunganisha eneo moja hadi eneo jingine. Lengo tu ni kuhakikisha kwamba itakapofika eh, ukamilifu wa dira ya mwaka elfu mbili na hamsini malengo ya kilio cha upatikanaji wa maji nchini inakuwa ni historia. Kufika hapo ndio tunatamatisha uchanganuzi uh, kwa siku ya leo. Inaitwa Nurdin Selemani, nikutakie tu usiku mwema, panapo majali watukutane tena kesho. kwa heri.